Leo tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, eh, kesi mbili ambazo zinamkabili mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu zilitajwa hapa mahakamani. Eh, mtuhumiwa au mshtakiwa Tundu Antipas Lissu akuja mahakamani kwa sababu mahakama ilikuwa imetoa amri jana usiku kwamba kesi hizi zitaendelea ya, ya e, kwa njia ya mtandao na hiyo ni taarifa ambayo wakili tumeipata saa tatu kasoro dakika saba usiku. Mara ya kwanza tulikuwa tunaamini kwamba kesi itasikilizwa kama ambavyo ilikuwa imeamliwa mnamo tarehe kumi ya mwezi wa nne ishirini na tano kwamba zingetajwa leo na pengine na maelekezo zaidi. Ile kesi ya, ya, ya kuchapisha habari za, za uongo ilikuwa ni kwamba leo ndio ifanye usikilizaji wa, wa awali na baada ya hapo kuweza kupata amri nyingine ukuweza kujua nini kitaendelea kwa sababu upande wa mashtaka walikuwa wameshaambia mahakama kwamba upadza... upelelezi umekamilika. Ile kesi ya tuma juu ya uhaini, hiyo tulikuwa tunaambiwa kwamba upelelezi haujakamilika na leo ilikuwa ni siku ya kuweza kutajwa upadza... upadza... upadza... kwa kesi. lakini sasa ambacho kimejitokeza, mteja wetu Tundu anifasi... riswa walivoambiwa kwamba kesi itasikilizwa kwa njia ya mtandao, naye akiwa anafahamu haki zake kabisa za kikatiba na za kisheria kwamba ana haki ya kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi, na kesi ilikuwa amri ilikuwa imetoka kwamba tungeweza kusikilizwa kwa njia ya yeye ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kuwepo mahakamani, basi yeye akuwepo mahakamani, na alikataa kule magereza Ukonga kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi kama njia mojawapo ya kuweza kutuma, kutuma ujumbe kwamba kama kwa kuwa makosa ambayo ameshtakiwa naye ni ya kijinai na ni makubwa, na yeye kama kiongozi wa chama cha, cha kisiasa kikubwa hapa nchini, basi alikuwa na haki ya kushiriki moja kwa moja. Sasa sisi upande wa wakili wa utetezi tulijibu hoja ya mawakili wa serikali, ambao wao walikuwa wameomba kwamba kutokana na mshtakiwa kutokuwepo katika ukumbi wa mahakama wa, wagerezani wa, wa, wa Ukonga, kwamba kesi hizo ziahirishwe tulikuwa na, na, na, na, na, na mapingamizi ambayo na maombi ambayo tuliaomba kwamba tuliomba mahakama kwanza chini ya hakimu eh, muhini kwamba eh, amri zitolewe kwamba mteja wetu awe ha, aje mahakamani wale ambao wamemshikilia kule ndani wao wanamweka mahakamani na, na kwamba alinyimwa haki ya kuweza kuonana na mawakili wake kwa sababu mawakili tumekwenda kule juzi na, na jana. Hatukuweza kumuona ilipokuwa ni mwenzetu. Kuna mmoja ambaye alifanikiwa kumuona juzi kwa muda mfupi, lakini kwa kuzungumza naye kwa njia ya, ya simu na kwenye kioo, kwamba kiasi kwamba ile haki yake ule usiri ya na, na eh, ya ya kati ya wakili na mteja wake ilikuwa haipo kabisa. Kwa maana hiyo, kile kilichofanyika ambacho wakili aliyemuona siku ya juzi alifanya haikuwa kwa kweli kama ni mazungumzo kati ya wakili na mteja wake. Katika kesi ya kwanza, upande wa serikali usema kwamba unahitaji muda kuweza kuwasiliana na watu wa magereza ili waweze kujua kwa hiyo kesi hiyo imeahirishwa hadi Jumatatu tarehe ishirini na nane ya mwezi wa, wa, wa, wa nne saa tatu asubuhi ili upande wa jamhuri uweze kujibu madai yetu au maelezo yetu hoja zetu zile. Na kesi ya pili ya uhaini baadaye ilikuja ilikuwa chini ya hakimu mfawidhi eh, eh, Swaga ambaye hoja kama zile zile zilijitokeza, lakini upande wa serikali safari hiyo wakaweza kujibu hizo hoja na sisi tukionyesha kwamba namna gani ambavyo haki za mteja wetu za kikatiba na za kisheria na pamoja na za kikanuni na za zile maazimio ma, ma ma, au maagano mbalimbali ya kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama wake ambayo analinda haki za binadamu na watu. Zime, zime sasa, na watu jinsi ambavyo zimekiukwa, sasa ukawa nafanya hizo hoja kwa muda mrefu, na baadaye upande wa serikali wakajibu, na sisi tukafanya mabezo ya mwisho, na mwisho wa siku ikawa ni kwamba hakimu ametoa uamuzi wake kwamba amekataa hoja za upande wa, wa, wa, wa utetezi. Ameamuru kwamba mahakama ina haki ya kuweza kuendelea na kuendesha shauri kwa misingi ya kusikiliza kimtandao bila mteja wetu kuletwa mahakamani, eh, lakini sasa, sisi, tume, eh, yu, yu, yu, yu sasa sisi tume ndio amri ambayo tulionayo hivi sasa. Kwa hiyo jukumu letu upande wa mwakili wa utetezi kwenda kukaa chini na kutafakari kitu gani cha kufanya ili kuweza kulinda haki za, za mteja wetu. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo. Kama mlivyoweza kuona ni kwamba kutokana na sisi kesi hii kuendeshwa kimtandao, hata e, nyewe waandishi wa habari amkuweza kushiriki, na vile vile watu wengi hawakuweza kushiriki, lakini jaji amesema, hakimu amesema, njia ya amesema njia ya mtandao inawafanya watu wengi zaidi kuweza kuata kushiriki. Sasa sijajua swala ni kwamba hiyo ni hukumu ambayo umma inatakiwa iweze kutoa juu ya maamuzi hayo ya mahakama ma, ma, ma. Kwa hiyo hapo ndipo, ndipo tulipo lakini na tunafahamu watu wengi sana ambao wa, wa, ni wa, wa, wapenzi ndugu na jamaa wa Lissu pamoja na viongozi na, na wenzake wa CHADEMA walitaka kujishirika katika kesi hii wakashindwa, na tumepata habari kwamba wengine wamepigwa na kuna habari ambazo hazijathibitishwa kwamba kuna mwingine ameuawa. Sasa haya yote ni masuala ambayo kwa kweli yanatia yana mashaka na mstakabali mzima wa namna ya kuendesha haki jinai katika nchi yetu. Kwa hiyo basi, nyiwe waandishi wa habari ambao mlikuwepo, ambao mmeyafuatilia hizo habari vema, mkazichunguza na kuweza kutoa taswira sahihi kwa umma ya mambo ambavyo mambo yameendelea hivi leo, lakini sisi tunasisitiza kwamba e, mteja wetu mteja wetu haogopi mashtaka haya, bali anataka ashtakiwe katika mahakama ambayo ni ya wazi na mwisho wa siku ataweza kujitetea na kuweza ukweli kuweza kufahamika kwamba kweli hizo tuhuma ni za ukweli au tuhuma ni za kutungwa na hazina msingi wowote ule na zinalenga zina kumnyanyasa na kumtesa. Haya yote yatafahamika mbele ya mahakama. Asanteni sana.